Madina, karibu sana. Asante. umetokea wapi na umetusikia wapi? Nimetokea Kiwangwa, nimesikia kwenye mitandao. mm -hmm. e. wewe malengo yako ya kuja kwetu ni nini? Utafuta mtaji? Ndiyo, utafuta mtaji eh, e. kabla ya kuja hapa ulikuwa unafanya biashara gani au kazi gani? Nilikuwa nafanya biashara ndogo ndogo shule. mm -hmm. kwa hiyo ikawaje sasa, biashara imekufa? hapa nilipata changamoto, nilikuwa namuguza mama yangu. mm -hmm. Kwao mtaji tena ukakata. e, e, ukakata. okay. Kwao umekuja tena kujikusanya upya? Ndio. Sasa uko tayari kwenda kufanya kazi za ndani? Nipo tayari. Kwa dada wakubwa wakubwa, kidogo changamoto tunapata kwenye unyenyekevu, ile kutumwa, mtu anaona shida. Utaweza kutumwa, mtaweza? nipo tayari kabisa kabisa kabisa. <laughs> <laughs> <laughs> Eh, una watoto naye? Mmoja. ana umri gani? Ana miaka mitatu. Kwa hiyo umemwachia nani mtoto? Nimemwacha nyumbani kwetu kwa mama e. okay. unatafuta kiasi gani? Milioni mbili. Milioni mbili, inabidi ukae utulie kwenye hizi kazi, utulie. Mtoto siuko kwa mama? Ndio, ukae utulie ufanye kazi zako vizuri na uhakikishe bosi wako anaridhika, sio tu kwamba nimeshaosha vyombo au nimeshapika, lakini uangalie je, bosi anaridhika na mapishi yako anaridhika na unavyoangalia watoto wake. Hizi kazi ni za malezi, ndio, lakini pia nyumba yake je, ni safi? Ukiwa e, unafatilia na kuzingatia kama bosi anaridhika na kujitahidi kufanya pale ambapo yani, ili aridhike, hapo uta utaelewana na kila mtu, utakaa kwenye kila nyumba. Wadada wote ambao wanashindwa hizi kazi ni kwa sababu tu za ujeuri, hataki kutumwa, akitumwa sura yake inaonyesha hana ushirikiano, si unajua? Ndio. Eh, yani ni kitu ambacho uhitaji, yaani uhitaji kwenda shule kujua. Kwa hiyo hicho ndio kinafanya tunapata changamoto na baadhi ya wadada, sio wote, lakini kazi yetu hapa ndio kuwaongoza kabla hajaenda kazini, ndio maana sera yetu sisi hapa ni shule, yani hiki ni chuo. Mtu kabla hajaenda kazini, kama umemsikia dada Neema, katoka huko Mbinga ndio, Ruvuma na tunawateja kule, tungeweza tu kuunganishia juu kwa juu, lakini lazima afike kwenye kituo chetu tusomane, tabia tuambizane, tuelekezane, afu ndio tupangiane sasa majukumu. Kwa nini? Kwa sababu tunataka nyie mfanikiwe, ili na sisi pia kama kituo tufanikiwe. Takapokuwa na tunatoa wadada wazuri ambao wanaheshima wana maadili, waaminifu, wachapakazi, kwa vyovyote kituo hiki kitazidi kuwa maarufu, wadada wengi zaidi watapata ajira. Mabosi yeah. Watatuamini na wataendelea kuwa ku tayari kulipa zaidi kwa sababu yeah. Kumbuka hakuna kituo chochote Tanzania watu wanalipa hela kama sisi yani kazi za ndani. Nimeshawahi kusikia jamani, hapa mishahara ambayo mnaisikia hapa kwetu mm -mm. yeah. yeah, sasa hiyo mishahara, siri iko kwenye huduma nzuri. Wale wanaopata wadada wazuri ndio wanalipa hizo hela bila kinyonge kwa kwahiyo unataka kulipwa vizuri, jitahidi kwenda kufanya kazi nzuri. Bosi wako akituletea tu sifa zako, sisi tunaanza kukupeleka kwenye yale madaraja. Unapokuja mwanzoni, kwa sababu hatujuani, yes. na tusipokuelewa elewa tunakupangia tu sehemu ile ya kawaida, lakini ukienda kule usiwe wa kawaida. Fanya kazi kiasi ambacho bosi aseme jamani, huyu dada yani sikutarajia. Sasa ile ndio inafungua pochi na hiyo sikutarajia ni kuhakikisha yeye anaridhika. Anatakaje wewe ukiwa ndani ya nyumba yake, anataka nini? Vile vitu anavyokuambia anavitaka vizingatie. Mtu ameshakwambia napenda usafi, hakikisha nyumba yake safi na umeipanga vizuri. Napenda kula vizuri, basi jifunze mapishi. Kama unapika kikawaida, ongeza bidii. Aidha yeye mwenyewe unaweza kumwomba akuelekeze anapenda vyakula gani. mm yeah. E, wengine wakifika wadada wanaelekezwa na mabosi au mitandao. Sasa hivi, jamani, tuna smartphone Ingia pale, angalia kuna vitu tu utaongeza ongeza kwenye ule utundu wako, mtu Nkwene anaona unajiongeza, unajitahidi, kwani asikulipe? Ndio namna ya kuweza kupata hizi hela tunazowaambia. Jamani, ili mlipwe vizuri, fanyeni kazi vizuri, lakini kikubwa unyenyekevu. Hiyo ndo imewashinda wadada wengine, unyenyekevu yani, pamoja unaweza ukawa unajua kazi vizuri sana, lakini ukiwa na ujeuri hakuna mtu anakutaka ukiwa tu na ile sura haina tabasamu. Mtu anakutuma yani, umenuna, anakuelekeza kitu umenuna, nataka uf... anakuagiza kitu, uonyeshe ile smile na utayari kwamba sawa, madam, si ndio? Mm, eh ndiyo. sawa sawa. Ah, naona huyu sio mfanyakazi, anakosa amani na nyumba yake sababu anaona kama unajilazimisha, na hakuna mtu ambaye anataka kukaa na mtu anayejilazimisha kumbuka, unaenda pale kumsaidia. Mimi mwenyewe niko na watu ambao nataka wanisaidie mimi. Sasa nikiona wanafanya kwa shingo upande, siwezi kuwa na amani Sijui tunaelewa na jamani? Ndiyo. Kwa hiyo ndo hivyo, Madina nenda kachape kazi, kichapa kazi <coughs> kwa unyenyekevu, ndugu yangu, kakubali kutumika, hakuna shida, kila mtu atakupenda nyumbani kwake. Ndo kwanza sisi wenyewe wateja tunawapata kwa njia hiyo, kwa yaani, kwamba bosi wako, rafiki yake atakapokuja pale, anamwambia u dada umemtoa wapi? Atamwambia kwa juisikiria. Ah, nipe namba na mimi nataka mpate dada yangu kule. Ndio sisi tunavyotaka, tunavyopata wateja. Hakuna hata siku moja anakaa na kana, sema, "Hey jamani, jamani njoni tunawadada." Mm -mm. Yaani wa mabosi asilimia tisini. Wanao tutafuta. Wameona wadada wetu kwenye nyumba za watu. Kwa hiyo hicho ndio. Na mimi ninavyokaa hapa sipotezi muda. Ningekaa na watoto wangu kule na mume wangu wangu. Ndiyo. Lakini niko hapa. Kwa nini? Kwa sababu hii ndio kazi nayoifanya, kuwaongoza vizuri ili mkafanye vizuri ni kwa faida yenu na kwa faida ya mradi wetu. Kwa hiyo tutanufaika pamoja, sawa eh? So ukifanya hivyo utafanikiwa na si tunafanikiwa, tunafanikiwa pamoja Sawa. Sawa, jamani haya.